Aimidiwe Bwana siku kwa siku, utuchukulia mzigo wetu. Mungu ndiye ukovu wetu. Haleluya, tumsifu Yesu Kristu. Yeah, wapendwa katika Kristu, kwanza, unaposherehekea sherehe ya mtakatifu Yosefu mfanyakazi, tuko kipindi cha Pasaka bado, si ndio? Kwa hiyo nawasalimia heri ya sikukuu ya Pasaka. <coughs> <coughs> Parokia ni kwangu, ni parokia, ni parokia yangu. Sinajua, nilikuwa Kenya, nilikuja juzi kwa wasikofisho wa baba um, Miari. Nikaamua kupitia hapa kupatembelea pia kwa niko likizo ndogo na, na nimefurahi. Na nawaambia ukweli, kigango cha kwanza kupewa kupewa wa wajibu niki hapa cha kweza kila wakati Mungu mulimweba sindio? rasini yeah. kashaidisi Kumbe leo tunashirikia sherehe ya Mei Mosi ambayo pia ni sherehe ya Yosefu Mfanyakazi, yeye ambaye mwenyezi Mungu alimteua kwa namna pekee awe baba mlishi wa mwanaye wa pekee ulimwenguni, alipokuja hapa ulimwenguni ya Yesu Kristo, na yeye alifanya kazi hiyo kwa upendo, kwa moyo wote. Tunatambua mazingira ambayo Yosefu amekulia wakati ule wa Yesu anapozaliwa, hayakuwa rafiki kwa kile alichokifanya, lakini hata hivyo hakurudishwa nyuma, aliendelea kuwa shahidi namba moja kumshuhudia Kristu kwa maneno na kwa, kwa, kwa matendo akimsindikiza katika safari yake ya hapa duniani pamoja na mke wake Maria ambaye alipewa pia na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu kwenye, unafurahia, Kwa hiyo tunafurahia kwa namna pekee, kigango chetu tumepewa hadhi ya kusimamiwa na Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi. Tunaona katika somo la kwanza Mwenyezi Mungu ameiumba tayari dunia, na baada ya kuumba dunia anaamua kumpa wajibu mwanadamu, anampa ulimwengu akautumikishe ndio maana tunaona katika hii, Mungu aliumba kila kitu, kaona kiko sawa, akaona tumumbe mtu ili aweze kutumikisha ulimwengu ili ulimwengu uweze kumtambua yeye kwa njia ya wanadamu oh, ambao mwenyewe anawaumba kwa hiyo, ndio maana akaumba mwanaume na mwanamke, na akawapa mbegu, akawapa miche mbalimbali, akawaambia, nendeni mkaifanye dunia ikachukue ikatoe matunda na miti mbalimbali na uweze kuituza na iwe chakula chenu kiwafai katika maisha yenu, katika ustawi mzima wa wanadamu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mtindo huo pia ndio e, maana pia hata Paulo pia anapoandikia Wakorosai wa anawakumbusha pia kwamba ni lazima kufanya yote katika yote, tukimtumainia nani? Mwenyezi Mungu. Anaambia wakadosai kwamba hicho ndicho mlichokifanya, mkifanya, sio kama kwa, kwa, kwa, kwa sababu ya mastaili yenu nyinyi wenyewe, lakini mtambue kwamba Mwenyezi Mungu ambaye ameomba kwa upendo ame mkubwa amewapa nafasi hiyo. Kwa hiyo yote mliofanya, mfanyeni kwa moyo, na ndio kujitunza, ukifuata maadili ambayo ya yanapeleka katika njia ya wokovu, na sio kwa namna hii. Hili sio kujiona wenyewe kwamba sisi tumefanya, na yu, yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ndio maana yamefanyika yaliyofanyika na katika Injili Yesu kama kawaida yake amefanya miujiza mingi, kama miujiza mingi, wenye vipofu wanapata kuona vizuri, wamesikia mabubu, wameongea, viwete wamerukaruka kwa furaha kama ndama, na neno la Mungu limewafikia wote, lakini wanashughuliza, lakini amepata au maarifa haya mserema na mfahamu hapo na maumbe wagi, tunajua ni hawa na hawa na hawa. Amefanya kitu, amepata wapi ujuzi wote? Ni kama leo akija kijana wenu kati ya moja wapo hapa, labda hawa vijana watumishi hapa, akasema mimi na hatibu watu hapo kwa magonjwa yao, angea kutimia kwake, hebu simama jamaa kasema, mimi leo ni mganga, anatibu watu magonjwa mbalimbali, akatengeneza ofisi yake hapa, natibu magonjwa mbalimbali, nalipa shilingi elfu kumi. Lakini akija mtu kutoka Kongo, anaongea kiswahili cha kikongo Kongo, na akisema na 1000 kutibiwa utakuja si ndio? Lakini yeah. Yes, hata kama yuko timu lakini utakuja kwa so sababu naamini kwamba yeye ametoka mbali ajaja bure unachua eh, au haye tu. Baba mmoja akawa na hata rangi tofauti akawa ni mzungu kutoka Brazil akafika pale ndio kama yeye akasema mimi natibu magonjwa mbalimbali. Bahati mbaya akamshika moja akapona kweli, kwa kweli mnakuja wote kutibiwa pale kwa sababu tunajua na timu, si ndio? Kwa sababu umetoka mbali unaweza kutoka Brazil, akaja kutudanganya huko si kweli, yeah. yes. Waynyumale kajifunza wapi? Yesu amekutana hiyo hali, amefanya mambo mengi mazuri lakini, amefika nyumbani kwake, wamesikia habari zake huko na huko maa, ameshangaa jinsi walivyokosa imani kwake. Nabii akosa samani isipokuwa katika nchi yake na nyumbani kwake, na ukweli ni kwamba hakufanya miujiza mingi pale nyumbani kwao. Basi na sisi pia tuombe neema Mwenyezi Mungu, atupe nguvu ya kuweza kutambua uwepo wa Mwenyezi Mungu, bila kujali itikadi, bila kujali tunatoka wapi, lakini tutambue kwamba Mwenyezi Mungu anafanya miujiza katika watu wake wale ambao anawateua yeye Sio kwa mastahili yao. Hata sisi mapadri tunasema kwamba Mungu anajalia neema ya kumtumikia sio kwa mastahili yetu, sio mastahili yetu, ila anatustahilisha, anatupa nguvu ya kutenda kazi. Tumeona katika maandiko mbalimbali kwamba Mwenyezi Mungu anachagua viumbe dhaifu, anaviwezesha, anavipa uwezo wa kufanya mambo makubwa. Na nabii mbalimbali tumewashuhudia. Hata Musa mwenyewe, unajua Musa alikuwa ni kigugumizi, unajua kigugumizi. Watu wangu, Musa alikuwa kigugumizi. Akaambia wende ukaokoe watu wangu Waisraeli. Unajua storia yake, alikuwa ameokolewa ili asiuawe kama wengine wa umri wake si ndiyo? Lakini baadaye akaweka kwenye chombo cha cha baadaye kuelea, akatupwa kwenye mto Yordani. Baadaye binti Farao akamwona, akamwambia mfanyakazi niletee mtoto aka, aka naye tayari ni lugha tofauti na hiyo ya nyumbani, na wale kule, unafikiri alikuwa anawapenda vizuri kama anavyopenda ndugu zake? kwa hivyo mwanamume yote alikuwa na upweke mkubwa, na alikuwa katika mazingira ambayo ni magumu, ndio maana hata kuweza kujifunza vizuri lugha. Kwa hiyo alikuwa hajui hata kuongea vizuri, lakini Mungu anamwambia uende, nitakutuma na utaenda kule, na akaenda, kwenda akaokoa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anachagua wale ambao ni wadhaifu, ambao wanaonekana kama hawafai katika jamii, ndio anawapa nafasi ili wenyanyuke. Hata Paulo mwenyewe mtume, ninajua stori yake, akiwa Sauli alikuwa na vurugu nyingi, si ndio? mm -hmm, lakini baadaye aliongoka amekuwa kumfuata Kristo kabadilisha maisha yake. Kwa hiyo hakuna Mungu, Mungu achagui watu wako perfect hali ambao tayari watakatifu. Nilikuwa natania wa wanafunzi tulikuwa na vijana kutoka njia ya Dar es Salaam. Nikamwambia kama nyumbani kwetu walikuwa wanapiga kura, mimi wewe padri ningepata kura moja. Ni kwangu mwenyewe. Sasa Mungu alichagua watu wa namna ya ajabu. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya zawadi hii iweze kufanya kazi ambayo akuja ya kuonesha njia kupitia kwa mwene baba. Amemfunza, amemlisha kwa kupasua mbao na kutengeneza viti na kadhalika, ameweza kumtunza mwanamke namoaawad pekee. Kwa hiyo wote naitwa katika njia ya ukamilifu. Wapendwa katika Kristo, tunaposherekea sherehe za kufanya kazi, basi kila mmoja anaitwa kutimiza wajibu wake pale alipo hasa kipindi hiki ambako nchi yetu najua tunakoelekea katika na kipindi cha uchaguzi, tuombe, si ndio? Basi yeah, neema ya Mwenyezi Mungu, ili haki itendeke. Hakuna sehemu ambapo kulikuwa na amani kama hakuna haki, ewana, mnaelewa? Amani ni tunda la haki. Pale ambako haki inakuwa inakosekana, amani haiwepo

ni somo la kijarida fulani kwa nchini Kenya, ambapo kuna mbunge mmoja wa jimbo moja huko Kenya ameuawa. Ameuawa kwa nini? Kwa kupigwa risasi na jamani, kwa nini? Kwa pikipiki. Lakini niambie kichotokea, siku moja kabla yake palikuwa na mazungumzo kwa bungeni, wanaongelea kuhusu eh, mauaji ambayo yanaendelea ya katika nchi ya Kenya, mambo ya kutekwa nyara, abduction kwa Kiingereza na nini na hasa kwa sababu BBC iliingilia kati ikaambia Kenya kwamba inabidi waongee wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa kitu fulani kuhusu e, mambo yake ambayo yatendeka na Wakenya. Bungeni waanza kusema kuishtumu BBC, mbona mnaingilia katika mambo yetu ya Kenya? Na niwe huko mambo ya Gaza mwongelei na nini. Na huyu mbunge ambaye alimpigwa risasi jana akanyosha mkono pia akasemaje kwamba ona ni, eh, ni kweli najua, kuna mauaji yanatokea katika nchi yetu eh, lakini kawaida tu watu wanauawa. Lakini sisi kama watu wameuawa basi tunafanya nini? Tunasimpathize nao na tunaendelea mbele, manake tunawaonea huruma na tunasonga mbele. Alisema hivyo kwenye bunge jana juzi. Jana akapita na gari yake ali, n kwenye baba jamaa na bunduki, wakampiga risasi na wakamua pale. Kwa hiyo ile ni ile niile pale chini, ah, sympathize na move on, eh, kwa sababu mara nyingine katika nani aitu makubwa, tunafikiri tumekuwa tuko salama. Hakuna mtu anakuwa salama kama hakuna haki, tunaelewana? yeah na sisi tus, tusikai tusiweke mkono nyuma kwa sababu ah, uh, sio nyumbani kwangu, hajanigusa kwangu, nasema umesha kwa, ni kwa, ni, ni kwa ako mazuri. Hapana, ni lazima tufaiti kwa kila mtu mwenyewe, ni haki. Tunaelewana, haki ni tunda la amani, kwa bila amani hakuna haki. Kwa na kwanza mwezi huu mpya na sherehe ya Yosefu na nyakati, kila mmoja atende haki katika kutafuta amani katika nchi yetu. Na swala so, lingine, kwa sababu tunaongea mambo ya ya kazi, nataka tu niwakumbushe kwamba E, kwa kawaida hakuna nchi yoyote ambayo inaweza ikawaajiri wafanyakazi asilimia mia moja wa nchi wake wote katika serikali hakuna. Sasa mkate wetu wa kila siku unapataje? Kwa njia ya private sectors, yani sekta binafsi. Sekta binafsi ni nini? Kwa mfano kama una kibanda chako cha mama ntilie hiyo ni sekta binafsi kama wewe una kibanda chako cha kuuza cha kulima mahindi hiyo ni sekta binafsi. Kama wewe una kibanda cha gereji hiyo ni sekta binafsi. Kama wewe una shule yako ya binafsi unafundisha una, una watu unapata pesa hiyo ni sekta binafsi. Kwa hiyo nchi ambayo inapenda watu wake, huwa sekta binafsi na sekta za serikali zinakuja kuingiliana, kusaidiana. Tunaelewa? Naelewa Nale. Yeah. Kwa mfano eh, mimi ni waziri wa kilimo nikaona yule jamaa anataka afungue kiwanda cha cha kutengeneza mbolea. Mimi ni waziri wa kilimo, siwezi kwa ajili watu wote kadhili. Kwa hiyo wajibu wangu ni kumsaidia huyu mama ambaye anataka afungue kiwanda cha cha mbolea, na muuliza nikusaidie kama mwidhara ili uendelee mbele, kwa sababu afungue kiwanda cha kutengeneza mbolea, sio tu hapa, mbolea wa wananchi wangu, na ili kupunguza bei baada ya kuimpoti kutoka nje, lakini atawaajiri watu ishirini, watu arobaini, watu mia mbili kwenye kile kiwanda. Amewapa ajira kwa vijana, amewapa ajira wengine, kwa hiyo atasaidia katika maendeleo ya nchi. Kwa hiyo mimi kama waziri wa ile hiyo doket, na wajibu wa kumsaidia huyu mama ambaye anataka afungue kiwanda ili afungue kwa namna nzuri, sindio? ili kiweze kwenda mbele zaidi, ili aweze kuajiri watu. Sasa ile shirika katika nchi zetu mambo yanafungua kiwanda kwanza, inakuja kwanza, inakuja kwanza TRA, unajua TRA tunakuuliza kuna vibali, wanakuja watu wengine wanakuja hata kukuru kuangalia kama umepata hapo hizo hela, wanakuja watu wa wa mazingira kwa mazingira ya koje, na wakija na mambo ya washa ya takataka ili waende vizuri, unajua. Kwa hiyo matokeo yake mwisho wa siku kama ulikuwa umeenda mtaji wako milioni 20, tayari umesha katika kwapa wale kwenye washa takataka na kadhalika, ili wakuruhusu Matoko yake ni nini? Tumeyima ajira kwa watu atam, kwa bahatimbaya katika nchi zetu za afrika mashariki, tuko hivyo. Kenya, Tanzania, Uganda, tuko hivyo. Nchi ya Kenya nakumbuka, miaka mitatu imepita eh, mine nilikuwa katika mji Malindi, a marindi pakame pakamevua haikunyesha kueleka miaka mitatu ni hakuna maji na bahati mbaya, system ya maji inatoka ndani ambayo ilikuwa inaingia pale ime ime drain, kwa sababu hakuto kwa matuzo mazuri, walikuwa walipi pia umeme. Kwa hiyo nikatiwa umeme kwa sababu ni msazima na ni nikajaribu kuongea na rafiki zangu wa Brazil, wakakubali kuja kutusaidia. Father atakuja kusaidia, tukuja kuchimba kisima. Sasa kupata tu document ya kuruhusu kuchimba kisima, ili il, gari il, ni il, ela nyingi sababu ilikuja hapo wa mema mema ma, ma, ni watu ma, wa mazingira wakaja watu wa nini kupata tu ruhusa kuchimba kisima tumelipa hela nyingi, ambazo kama mtu mwingine akaila, ikata tamaa, angeenda. Sasa nafanya nini hapa? Kwa hiyo nasaidia watu kazi, alafu bado wanakulipa hela, zote zinaenda kwa serikali nyingine, mfuko ya kaki ya binafsi, unajua. Na wale wanakuja kukagua kawaida, wakaguzi huwa wanalipwa na serikali, sindio? Hata wanakuja magari ya serikali st, lakini bado nabidi wape basha zake. Kama wape basha zake, wanakuandikia ripoti baada kwa na, public sector. Na o sekta binafsi naanaa mfano mzuri. Mungu alisaidia, nilikuwa na uwezo kujua kutembea nchi mbalimbali, nchi ya Angola. Angola iko Afrika. Bwana ametushinda. Tumsifu Yesu Kristo. Angola ametushinda. me. Mimi nilienda pale Angola nikakutana na sister fulani anaitwa ni masista watakatifu wa Fransiskani wanataka wafungua shule yao. Baada ya kufungua shule yao, basi wameongea nia yao na serikali, imetuma wakaguzi kuja kuangalia ile eneo. Wakaguzi wamekuja kuangalia shule ile, wanataka jenga shule. Wa mazingira wameangalia, wamekuja watu wa idara ya elimu wameangalia, wamesema hii shule iko nzuri na hapa ni sehemu nzuri ya kuanzisha, lakini na uwanja michezo hatuna. Basi kwa nini hamna? Hatuna. atukala korosha, serikali project inakuja kujengea uwanja wa michezo wa shule. Kwa hiyo shule, unaelewa, ni shule binafsi lakini serikali inakuja kuwajengea uwanja wa michezo wa basket na football kwa sababu shule imeshinda, kwa sababu inarejea kwanza, unajua. Kwa hiyo ndio nimeshambia kwamba wizara ya elimu inakuja kuwasaidia sekta binafsi ziende mbele. Kwa hiyo imewajengea uwanja ifuze, ndiko imefunguliwa kwanza na na na na, na, na kiongozi wa elimu wa serikali. Ni shule binafsi ya masista, lakini wamekuja kujenga uwanja kwa ajili ya wanafunzi, kwa sababu at the end of the day inasomesha watoto kutoka Marekani ni nchi yake. Kwa hiyo serikali haitakiwe kugombana na wale wawekezaji, kwa hiyo inakuja kuwasaidia, inawajengea uwanja, inawapa vile vitu ambavyo wameshindwa au kutengeneza, na baada ya vizuri zaidi katika yote, wakishamaliza kila kitu, wale walimu masista wanaofundisha shule za public za serikali wanaamishiwa waje kufundisha shule yao ya yeah, private, wakiendelea kulipwa mshahara na nani? Na serikali kwa hiyo kama unapata zile faida za wale ambao wanaleta wanafunzi zile zinasaidia kuboost maendeleo ya shule, lakini wale walipo ambao wamehamishiwa pale wanaendelea kulipwa na serikali kama kawaida. Kwa sababu gani? Wanasomesha watu wapi? Watoto wa ngoma sijajua kama tazia nafanya hivyo hapo kitoka, ukaanzisha shule yako umejitoa, si ndio hivyo? Lakini itakiko hivyo. Haya, kuna masista mina wa Moyo Mtakatifu wa Yesu wanataka kufungua zanati serikali inakuja inauliza, mpaka fukwe za nati eh, basi wanaangalia kila kitu kizala ya e, afya inaangalia, inawasafisha, inaishia baadhi, wanaambia tunaweza kufungua za nati. Lakini baadaye wanaangalia madawa, kuna mashine nyingine hawana. Serikali inakupa zawadi ya mashine kwa ajili ya kusaidia watu wake. Kwa nini? Kwa sababu wao kuja kutibia ni watu gani? Ni wananchi ambao wanalipa kodi. Baada ya kupeleka mtu China kwenda kumtibu, sasa inatabia kutibiwa hapo walapa katika eneo letu la mawili hakuna hospitali yoyote wee, ukitaka kuanzia hospitali hapa kusaidia serikali baada ya kuweza kutengeneza hospitali hospitali yake yenyewe basi inabidi itengeneze ile ile inatengeneza barabara na mambo mengine, lakini wao wamejitolea kusaidia sekta ya serikali ambayo ni public sector. Wao wanakuboost mzala wa afya na kuja kusaidia wewe ufungue ile hospitali, kwa sababu ni kubwa zaidi, ili watu waje kutibiwa badala ya kusafirisha mpaka mpaka waje kutibiwa kwako. Naelewa hiyo point. Wewe, serikali inabidi kusaidie ufungue ile hospitali ili aanze kutoa huduma kwa watu hapa karibu. Kwa hiyo tugombani, ni washikadau, tunasaidiana katika maeneo ya nchi. Sasa wale masista ambao walikuwa ni matabibu katika hospitali ya serikali, hospitali deatibestari naendelea kulipa mshara nani? Kwa sababu natibu watu, watu, watu. nchi yako hiyo ni Angola. Sasa sio nchi ya Afrika, kwa Tanzania, kwa Kenya sekta binafsi zinagombana na sekta za serikali. Hei, mtu anaona kama wewe unataka kupinga serikali. Ukitaka ukitaka kutengeneza barabara hapo weke lami kuja huku. Wana kuuliza kwa nini serikali? Lakini hiyo baba kutengeneza, wewe wewe, unaweza kutengeneza, si ndio? Umeona kutengeneza na kuja kuuliza, wakambia aturuhusu kufanya hivyo. Siasa. Kumbe ni video kwa support ah, kumbe tutakuwa na na moja, uendelee kufanya hivyo ili kutengeneza barabara kwa sababu kitikipitika inakuwa ina nani? Ya watu wote. Kwa hiyo sekta binafsi anatakiwa kugombana na public sector. Kinyume chake ni vurugu. Kwa hiyo mara nyingi katika nchi zetu ndio kwa sababu sasa, tutafakari si sheria ya Yosefu mfanya kazi leo, siku kwa bei bosi, kwa sababu kama eh, wananchi inabidi waangalie, si wamini, ili muanze eh, kufanya eh, report against, lakini muwe aware, mjue maisha simjie na, kwa unajua, wakati mwingine tunakuwa tumevaa kofia, unajua kofia, hello unajua kofia inafunika hivi naat kumbe uweze kaona mawingu. Kumbe toa kofia, angalia dunia iliyoenda. Kuna mfano mwingine wa chura, unajua chura? Watoto unajua chura? Kujurwa uh, uh, kuna kujurwa moja, kujurwa moja alikuwa anaruka katikati ya shamba, karuka Luka. Lakini baadaye kwa anaruka akatumbukia kwenye shimo refu, chini shimo refu sana, lakini ukiwa alikuwa na mayai tayari tumbo, akapata watoto kule chini, wakazalia watoto. Wake wanauliza mama, dunia iko wapi? Ambe, dunia ile kule mwanangu. Wakiangalia wanaona nini kule juu? Wakiangalia wanaona nini Mark. Mawingu safi, siko chini ya shimo, ukiangalia dunia unaona nini? Unaona miti, unaona magari

na nashia snewe, lakini kumbe dunia iko kubwa zaidi. Kwa hiyo tunaitwa kutoka nje ya dunia yetu, ili kuweza kuona dunia wengine ambayo ani nzuri pia. Lakini hata hivyo, pamoja na uzuri wake, kuna risiki pia. Mnajua e, chura akitoka nje ya shimo anaweza ukaruka, jamaa ukapita pale ukamkanyaga, ukamua, si ndio? Kule chini yuko, yuko salama, si ni kweli? Anaweza kapita mwewe, unajua mwewe Mwewe mwe, akaenda akamnyakua, akaenda naye, si ndio? Akawa kitoweo, si ndio? k kuna faida na kuna hasara, lakini vizuri, usibaki katika ile comfort zone, kwa maana uchi ya shimu imetosheleza. Pana toka nje ya shimu, shimu. Ona dunia inawaida sense kwa namna kubwa, ili uweze kujua limeendaje na ujifunze, ili ukwepa mwewe. Watoto wangu hapa, umeelewa? ye dunia inatofa mambo mengi mazuri kwa hiyo siku moja ikiwezeka, sibaki tu hapa hapa, ujewa wengine wenda tulijewa wenda mpaka mpaka ile kula ilikuwa wagonjo wakarudi hapo no. Ona dunia inaenda sense, kuna dunia ina Mwenyezi Mungu atupatia nafasi ya kuona dunia katika nafasi kubwa zaidi. Basi tuombe kwa mtakatifu Yosefu, fanya kazi ili kila mtu aweze kufanya wajibu wake, dunia iweze kuendelea mbele, tufanye dunia iwe sehemu nzuri ya kuishi kila mmoja wetu bila kujali itikadi yake bila kujali chama chake bila kujali kabila lake bila kujali anakotokea historia yake na kazi yake, wote tuishi maisha mazuri hapa duniani ili tuweze kumtukuza Mungu hapa duniani. Na mshe tufike wapi? Yeah. Mbinguni asifurahi pamoja, atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.